Okay uh, habarini wapendwa uh, kwa mara nyingine tena tunaendelea na somo letu uh, somo la awali lilopita tulikuwa tuna create wallet ya Token Pocket kama tunavyoiona hapa, lakini somo la leo tutaelekeza namna kuweza kuunganisha uh, wallet yetu ya Token Pocket na mfumo wetu wa Bitnest. Sasa hatua ya kwanza kabisa kama tunavyoona hapa tuna vitu vitatu unavyoona hapa uh, kitu cha kwanza kabisa pana hii hapa BNB, kitu cha pili pana USDC, lakini pia tuna hii hapa USDT. Sasa sisi kitu ambacho tunachokihitaji katika uh, mfumo wetu tunahitaji BNB, lakini pia tunahitaji na USDT, lakini hii USDC sisi hatuihitaji, na tunahitaji tuitoe hapa. Sasa namna ya kuitoa kabisa hii, tutai slide kidogo, a tutai push kuelekea huku. Baada ya ku slide, tutaona kitu hichi cha delete. Tutaibonyeza hapo delete, tutaifuta hii, tuweze file tuweze kuitoa ko, tutaifuta kama tunavyoona hapa, tumeshaifuta kwa hiyo zimebakia mbili, ambayo ni BNB na USDT hapa tumeshamaliza. Hatua inayofuata, hatua inayofuata, tunaingia kwenye mfumo sasa. Tutaingilia kupitia hapa, more tools. Kuna njia mbili, pana hii more tools na kuna njia hii hapa, lakini ninapenda elekeza kupitia njia hii, hii ya more tools. tutabonyeza hapo. tutabonyeza hapo baada ya hapo tutakuja kubonyeza hapa, tutaingia tutaingia hapa baada ya kuingia hapa hapa tutaka tuingize linki ya mfumo wetu wa Bitnest. Sasa unapotaka kutengeneza hii pocket wallet, Token Pocket, lazima utatumw utatumiwa linki ya, utatumiwa linki ya, ya Bitnest ili uweze kuingilia. Sasa linki utatumia wao ni WhatsApp. Kwa hiyo tunakuja kwenye WhatsApp kuweza kuchukua hiyo linki na kuweza kuingia kwenye mfumo wetu wa Bitnest. Kama unavyoona mimi nakuja WhatsApp. Kuja WhatsApp nakuja hapa, link yetu naikuta hapa na copy link. Nikisha copy hii link nakuja kwenye mfumo wetu wa Token Pocket kwa ajili ya kuingia kwenye, kwenye mfumo wetu wa Bitnest, tumesha copy link kule, kuingia kwenye, kwenye mfumo wetu. Naona kama umeweza kurodi upya umaimalize. Tuingize hiyo linki ya Bitnest, tuweze kuingia. Kwa hiyo tutaingia kwenye mfumo kama nilivyoelekeza kwenye, tutaingia hapa, itatuleta pale. Haka mshale utakabonyeza tutabonyeza kama mshale. Baada ya hapo, tuta contain, tuta contain connect, tutabonyeza hapa za tutabonyeza hapa tutabonyeza hapo, tutaingia kwenye mfumo. Jamani, kama tunavyoona hapa, huu ndo mwonekano wa mfumo wetu wa Bitnest. Pana hichi kitu kunaitwa liquidity. Hii liquidity, nii sumu sumo lingine kuelekeza liquidity ni nini, tutaweza kuelekeza lakini una liquidity hapa, connect, hii sehemu ya kuoneti ndo mahali ambapo tunakwenda ku connect wallet yetu na mfumo wa Bitnest. Uh, kwa hiyo hatua inaofuata tutakwenda moja kwa moja ku connect wallet yetu na mfumo. Uh, baada ya hapo hatua inaofuata hapa tutabonyeza hapa ambapo confirm. Hatua uh, inaofuata tutaandika password password ile ambayo tuliyotengeneza kipindi tuna create wallet, ambapo tulitumia, tulitumia project project mbili, then tukaweka end ambao ni hii hapa. Follow shuka hapa chini kwa hichi kidogo hichi fingerprint, utabonyeza hapo, utapiga tiki, alafu then uta confirm utabonyeza hapo confirm. Baada ya kubonyeza confirm, utaweka fingerprint, kama unatumia simu ya fingerprint utaweka fingerprint. Baada ya kuweka fingerprint, utaingia direct moja kwa moja kwenye mfumo wako wa Bitnest kama tunavyoona ina load hapa. Tayari tukiangalia muonekano wetu wa mfumo wetu wa Bitnest ndio huwa hapo unakuwa umeshaingia. Sasa ukitaka kuingia kwenye mfumo uh, uh, wa Bitnest kwa niaba ya kwenda kuweka mkataba utaingia hapa join now. Unaingia hapa join now. Bonyeza hapo. Baada ya kujibonyeza hapo ndio utaona sasa mfumo wetu wa Bitnest ulivyo. Kuna namna hapo, pana one day siku moja na siku saba, kuna siku kumi na nne kuna siku ishirini na nane Hizi ni siku ambazo unaweza kuweka mikataba. Sasa hapa somo linalofuata tutaje kuelekezana namna kuweza kuweka mkataba kupitia mfumo wetu wa Bitnest. Hapa tuko na connect wallet na tu, wallet yetu sha connect, tumeshamaliza, bado kuweka tu balance na wewe kwenda kuchukua mkataba kwenye mfumo wetu wa Bitnest. Kuwa na mimi katika masomo yajayo, ili uweze kujua hatua kwa hatua namna ya kuweza kuutumia mfumo huu wa Bitnest na kuweza kufaidika, kuweza kujizalishia kipato bila kutoka jasho wala bila kuuza chochote. Unazalisha pesa kwa muda wako wa ziada. Okay, karibu sana.